kuhusu umuhimu wa nishati safi, usalama wakati wa matumizi yake, pamoja na ushiriki katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mkuu wa wilaya ya Mpanda, Jamila Yusuf, amewataka wananchi kuendeleza utunzaji wa mazingira kwa ajili ya afya zao na mustakabali wa taifa, akisisitiza jukumu kubwa la wanawake katika hili. Ndugu zangu, swala la nishati safi linatufanya pia tuimarishe afya zetu, hasa akina mama, kwa sababu matumizi yakuni, ya kuni yamewaathiri wakina mama, na kuna kipindi cha nyuma tulikuwa tunashuhudia wanawake wengi, hasa baadhi ya maeneo, wanawake wengi walokuwa na macho mekundu walikuwa wanauawa, lakini hakujawahi kuwa na wababa wengi wenye macho mekundu. Ni kwa sababu wababa wengi hawawashi moto, hawapati kadhia ya moshi. Wanaopata kadhia kubwa ni wanawake. Kwa hiyo nishati chafu sio rafiki hata kwa afya. Wanawake wengi wanasumbuliwa na maradhi ya kifua na maradhi mengine ambayo hata haeleweki. kwa sababu ya matumizi ambayo ni kwa sababu ya matumizi ya nishati chafu. Kwa hiyo ndugu zangu Dunia imebadilika na sisi hatuna sababu ya kutokubadilika kuendana na mabadiliko, tuhamie kwenye matumizi ya nishati safi. Niwashukuru pia TANESCO, mmefika na kuonyesha wananchi ni kwa namna gani wanaweza wakatumia majiko ya umeme tena ya gharama nafuu, kuanzia gharama ya matumizi yenyewe ya umeme. Afisa tarafa ya Misunkumilo, Lea Gawaza, amesema elimu hii ni sehemu ya juhudi za Rais Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha mazingira yanatunzwa vyema. Tumeona katika maeneo mbalimbali Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namna ambavyo amekuwa champion katika nishati safi ya kupikia, namna ambavyo ameweka malengo na mikakati ya kwamba nchi ya Tanzania ifikapo elfu mbili na thelathini na nne asilimia 80 ya matumizi ya nishati yawe matumizi ya nishati safi ikiwa ni moja Mazingira. Ikiwemo tunaona kwa majirani zetu wakiwa wanapata mapato kupitiwa hewa ukaa, na namna ambavyo tukitunza mazingira na yenyewe yanatutunza yaani ya, unawasha gesi kama hivi alafu ndio unaenda kutafuta kiberiti. Sasa ukija kuwasha unakuta gesi isha tapakaa ndani, unaweza ukasababisha mikubwa kwao. Tuwe tu makini kwenye matumizi, kuhakikisha tunapokuwa tunataka kupika auondoki eneo la tukio kwa sababu mwingine anaweza akapigiwa simu akaachana na, na maswala ya kupika, lakini hapo aliacha amewasha. Lakini pia kuna watu wana tabia ya kuwasha, kwa mfano ile mitungi mikubwa, toka alipowasha kwenye regulator hajawahi kupazima, akifika anawasha kwenye jiko, regulator ameacha vile vile. Hilo ni kosa. Unapokuwa unataka kutumia, hakikisha kwanza unakagua ile pipe. Unakagua kwa mtindo gani? unapaka mapovu ya sabuni, utaangalia kama kuna leakage. Itakuonyesha kwamba hapa gesi inafanyaje, inakuja. Lakini pia ukitaka kuangalia gesi yako imefikia wapi, kwenye ile mitungi mikubwa na hii midogo, tunaambiwa usitikise gesi. Kama hii ni kosa kubwa cha kufanya. Unatakiwa uchukue maji kama hivi ya baridi, unaweka kwenye kitambaa, unaupaka mtungi wote. Ukishapaka mtungi mzima, basi ile gesi itakuonyesha imefikia kiwango gani. Kwa hiyo tusitikise mitungi kwa kuangalia. Yes. Katika tamasha hili pia masuala ya lishe bora kwa watoto yaliangaziwa kusaidia kuepuka udumavu na magonjwa yanayohusiana na uchafuzi wa mazingira. Huu ni mwanzo wa jitihada za kuleta mabadiliko chanya kwa jamii ya Katavi na Tanzania kwa ujumla. Usahau kusubscribe.